katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiaki. Leo, punda utajikuta ukichangamka na kuona fursa mpya mbele yako. Uwepo wa sayari ya Mars utaleta nguvu ya kufanya maamuzi kwa haraka, lakini hakikisha unachukua muda kutafakari kabla ya hatua kubwa. Katika kazi siku hii ya leo, leo ni siku nzuri ya kuchukua hatua katika miradi yako ya kazi. Hata hivyo usikimbilie, kwani hatari ya kufanya maamuzi ya haraka inaweza kusababisha changamoto zisizohitajika. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, leo ni siku nzuri ya kuonyesha upendo kwa mpenzi wako. Ikiwa uko single, fursa ya kupata mtu anayeendana na wewe ipo, lakini hakikisha unachukua muda kumjua mtu huyo vyema. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo fedha zinaweza kuwa na mabadiliko ya ghafla. Hakikisha unafanya maamuzi ya kifedha kwa umakini na kuzingatia mipango ya kifedha ya baadaye.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 Katika kazi siku hii ya leo leo, ni siku nzuri ya kufanya kazi kwa bidii na kufanikisha malengo yako. Hata hivyo, ni vyema kuwa na subira na kuepuka kufanya maamuzi ya haraka. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo leo, ni wakati mzuri wa kuwa na mazungumzo ya kina na mpenzi wako ili kuelewa hisia zenu. Ikiwa uko singo, kuna nafasi ya kujenga uhusiano wa maana. Upande wa kifedha siku hii ya leo leo fedha zinaweza kuwa na hali nzuri. Hakikisha unatumia busara na kufanya maamuzi ya kifedha kwa umakini. Upande wa kiafya siku hii ya leo, leo itakuwa vyema kujitolea kwa mazoezi ya mwili na kujali lishe bora. Rangi ya bahati ni kijani kibichi, nambari ya bahati ni tatu, mafusho ni rose, manukato ni vanira. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa sita kamili mchana hadi saa nane kamili mchana.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 na kuchukua nafasi ya kuonyesha ubunifu wako katika kazi siku hii ya leo leo. Ni siku nzuri ya kushirikiana na wenzako na kutoa mawazo mapya. Utakuwa na uwezo wa kufanikisha miradi yako kupitia ushirikiano na kufanya kazi kwa pamoja. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo leo, ni wakati mzuri wa kuwa wazi na mpenzi wako. Ikiwa uko singo, unaweza kukutana na mtu anayeweza kuvutiwa na fikra zako. Upande wa kifedha, siku hii ya leo leo, fedha zitaendelea vizuri. Hakikisha unachukua muda kutafakari kabla ya kufanya maamuzi ya kifedha. Upande wa kiafya, siku hii ya leo leo, itakuwa vyema kujitolea kwa shughuli za kupunguza mfadhaiko kama vile yoga au kutembea nje. Rangi ya bahati ni bluu ya angani, nambari ya bahati ni sita, mafusho ni jasmine, manukato ni lavenda. Saa nzuri siku hii ya leo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 Uwepo wa mwezi unaleta hali ya kuwa na hisia za kina na kutaka kujijali katika kazi siku hii ya leo. Leo ni wakati mzuri wa kutatua na kupanga mikakati ya muda mrefu. Hata hivyo usikimbilie kufikia malengo yako, kwani uvumilivu ndio siri ya mafanikio. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo. Leo ni wakati mzuri wa kuzungumza kwa uwazi na mpenzi wako. Ikiwa uko singo, unaweza kupata anayeweza kushiriki mawazo yako ya kina. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo fedha zinaweza kuwa na hali nzuri. Hakikisha unafanya maamuzi ya kifedha kwa kuzingatia usalama wa baadaye. Upande wa kiafya siku hii ya leo, leo ni vyema kujitolea kwa kujali afya ya yako ya kiroho na kimwili kwa kutafuta wakati wa kupumzika na kutafakari. Rangi ya bahati ni nyeupe, nambari ya bahati ni mbili, mafusho ni sandal wood, manukato ni riangnyang. Saa nzuri siku hii ya leo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 unaleta nguvu ya kujieleza na kujivunia mafanikio yako. Hii ni siku nzuri ya kujizatiti na kuachia ubunifu wako. Katika kazi siku hii ya leo, hii ni siku nzuri ya kuchukua hatua katika miradi yako ya kazi. Uwezo wako wa kuongoza na kutoa mawazo ya kipekee utavutia watu wengi. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo leo, ni wakati mzuri wa kufurahia maisha ya pamoja na mpenzi wako. Ikiwa uko single kuna uwezekano mkubwa wa kupata mtu anayeweza kujivunia uhusiano wa maana. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo utakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi ya kifedha kwa busara na hali yako ya kifedha itakuwa nzuri. Upande wa kiafya siku hii ya leo, hii ni siku nzuri ya kushiriki katika michezo au mazoezi ya kimwili kwani utakuwa na nishati nyingi. Rangi ya bahati ni dhahabu, nambari ya bahati ni moja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 Leo ni wakati mzuri wa kuwa na mazungumzo ya kina na mpenzi wako. Ikiwa uko single, inaweza kuwa siku nzuri ya kujifungua kwa uhusiano wa kimapenzi. Upande wa kifedha siku hii ya leo, hii ni siku nzuri ya kutathmini hali yako ya kifedha na kufanya mabadiliko madogo ya kuboresha usimamizi wako wa fedha. Upande wa kiafya siku hii ya leo, leo inashauriwa kujitolea kwa shughuli za kujenga mwili na akili yako kama yoga au kutafakari.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 leo ni wakati mzuri wa kujenga uhusiano wa kimapenzi kwa njia ya mazungumzo ya wazi. Ikiwa uko single, kuna uwezekano mkubwa wa kupata mtu mpya. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, leo ni siku nzuri ya kufikiria kuhusu bajeti na kufanya maamuzi ya kifedha kwa busara. Upande wa kiafya, siku hii ya leo, hakikisha unajitolea kwa kazi za kujenga ustawi wako, kama vile yoga na kufanya mazoezi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 Kumbuka, hii ni nyota ya nane katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiaki. leo Unge utahisi mvuto wa kutafuta ukweli wa kina kuhusu hali zako za sasa. Uwepo wa Pluto unaleta nguvu ya kufanya mabadiliko makubwa na kuzihirisha upande wako wa ndani wa maisha yako. Katika kazi siku hii ya leo, hii ni siku nzuri ya kutafuta mabadiliko na kuchukua hatua kubwa katika kazi zako. Angalia fursa za kuboresha nafasi yako. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, leo ni wakati mzuri wa kufungua moyo wako kwa mpenzi wako na kuzungumza kwa uwazi. Ikiwa uko single, unaweza kugundua uhusiano wa kimapenzi unaoweza kuwa wa kipekee. Upande wa kifedha siku hii ya leo, hii ni siku nzuri ya kufanya tathmini ya fedha zako na kupanga kwa umakini kuhusu matumizi yako. Upande wa kiafya siku hii ya leo,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 Leo ni siku nzuri ya kufungua milango ya mafunzo mapya au kuchukua nafasi za kazi zinazohusiana na safari au utafiti. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, leo ni siku nzuri ya kujenga uhusiano kwa njia za shughuli za pamoja kama safari au shughuli za kujifurahisha. Ikiwa uko single, unaweza kukutana na mtu mpya kwa njia za shughuli za kijamii. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo ni wakati mzuri wa kujizatiti kuhusu masuala ya kifedha na kufanya maamuzi ya busara. Upande wa kiafya siku hii ya leo, kujitolea kwa mazoezi ya mwili leo utakufanya ujisikie bora na kuongeza ustawi wako wa kimwili. Rangi ya bahati ni bluu ya angani. Nambari ya bahati ni nane. Mafusho ni lemon. Manukato ni jasmine. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa moja kamili asubuhi hadi saa tatu kamili asubuhi.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 Unaleta nguvu ya kufanya kazi kwa bidii na kutekeleza mipango yako kwa umakini. Katika kazi siku hii ya leo, hii ni siku nzuri ya kutengeneza mikakati ya muda mrefu na kuweka malengo yako wazi. Utapata mafanikio makubwa kutokana na uvumilivu na kujitolea kwako. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, leo ni wakati mzuri wa kujenga msingi thabiti na kuanzisha majadiliano mazuri kuhusu malengo yenu ya baadaye. Ikiwa uko singo hakikisha unafungua moyo wako kwa mtu anayekufaa. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo ni siku nzuri ya kupanga bajeti yako na kufanya tathmini ya kifedha kwa umakini. Upande wa kiafya siku hii ya leo, kujitolea kwa afya yako hasa kwa kufanya mazoezi na kudumisha lishe bora kutakuletea matokeo mazuri kwa mwili wako. Rangi ya bahati ni nyeusi. Nambari ya bahati ni tatu. Mafusho ni sandalwood.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 unajikuta ukiwa na hamu ya kuleta mabadiliko na kuboresha hali yako ya maisha uwepo wa Uranus unakufanya uwe na mawazo ya kipekee na utajikuta ukiwa na nishati ya kuleta mapinduzi katika kazi siku hii ya leo leo ni siku nzuri ya kufikiria njia mpya za kufanya kazi na kutafuta mbinu za kipekee za kufanikisha malengo yako usikate tamaa katika kutekeleza mawazo yako mapya upande wa kimapenzi siku hii ya leo Leo ni wakati mzuri wa kufungua mazungumzo na kuzungumzia malengo yenu ya baadaye. Ikiwa uko single, unaweza kupata mvuto kwa mtu anayekufaa kimaadili. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo ni siku nzuri ya kuchambua hali yako ya kifedha na kufikiria kuhusu miradi ya baadaye. Upande wa kiafya siku hii ya leo, hii ni siku nzuri ya kufanya shughuli zinazohusisha akili yako kama kutafakari au kushiriki katika kazi za ubunifu rangi ya bahati ni blue ya samaki nambari ya bahati ni tano mafusho ni geranium, manukato ni lavender saa nzuri siku hii ya leo ni saa moja kamili usiku hadi saa tatu kamili usiku je ushirikiane na nani nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mizani na nyota ya mapacha tukiangazia nyota ya samaki hii ni nyota ya watu waliozali wa februari 19 hadi machi 20. kumbuka hii ni nyota ya kumi na mbili katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiac. Leo samaki, utaona ushawishi mkubwa wa Neptune katika maisha yako ya kiroho na ya kihisia. Uwepo wake unakufanya kuwa na ushirikiano mzuri na hali yako ya ndani na kufanya mambo kwa mapenzi. Katika kazi siku hii ya leo, leo ni siku nzuri ya kuangalia kazi yako kwa jicho la kiroho na kufanya maamuzi yanayohusiana na, na malengo ya baadaye. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo Leo ni wakati mzuri wa kushirikiana na mpenzi wako kuhusu hisia zako za ndani. Ikiwa uko single unaweza kugundua uhusiano wa kimapenzi unaozingatia maadili na maelewano. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo fanya maamuzi ya kifedha kwa busara, hakikisha unafanya uamuzi wa kuchunguza na kutafakari kabla ya kuchukua hatua yoyote kubwa. Upande wa kiafya siku hii ya leo, leo hakikisha unajitolea kwa shughuli za kiroho na kimwili